Mwanangu, ni muda mrefu sasa umepita baada ya kifo cha Marimu mke wako. Tambua kwamba upasa uoe sasa, kwa sababu kuna maisha baadaye. Sijui unafikiria nini. Nakuelewa mama, lakini katika hili inahitaji muda, maana Swala la kuoa sio swala la kukurupuka, mama. Tambua sasa kuna maisha baada ya kifo chake, ya kupasa uoe ili maisha mengine yaendelee. Tambua kwamba mwanangu, umri unakwenda sasa na mimi nahitaji kuwa na mjukuu ndani. Siu nafikiria nini? Bosi, kuna mnu alikutana anzao. Sawa, nakuja. Okay. Asante. Si tunamaliza hapa hapa kwenye malipo. Okay, si lipa namba eh? Ndio. Aa, asante. Subiri mama, subiri mwanangu. Shikamoo. Jambo haya, mbona umekuja unaishia nje? Hamna mama, nawai. Umekuja nyumbani, karibu ndani. Nakuja tu na kuishia papa. Urudi tena nyumbani kweli. Karibu sana binti yangu. Asante mama. Karibu. Asante. Mwanangu naona amenifanyia surprise hmm. Eh, yeah, yeah, yeah. Yani, binti mzuri jamani eh. Karibu nyumbani mama. Asante mama, mkaribisha tandani, angalau kanywa ta soda au maji, aliweke baraka ndani ya nyumba yangu. Uh, sawa mama sawa na makaribu, mama ah asante Mbona sielewi, kuna kitu gani kinaendelea? Uh, ni stori ndefu ila, samani, naomba uigize kama mpenzi wangu yaani. huh? E, mimi niigize kama mpenzi wako wewe eh? Hapana, hicho kitu sikiwezi nisikize, nikwambie, nimeshakuletea mzigo wako, tumeshamalizana. Kwa heri jamani. We baba, mbona king'ang'anizi? nitakulipa Yani, <coughs> unaongea kirahisi kabisa wewe. Unajua mimi nalipwa shilingi ngapi kwa mwezi? Sijui unalipwa shilingi ngapi, lakini kiasi chochote kile mimi nitakulipa mara mbili yake. Tafadhali naomba uigize tu kama mpenzi wangu ili tumridhishe tu mamangu, sawa? Mama, yaani umejitahidi umeamka asubuhi na mapema kuwahi kufanya kazi zako eh? Inaelekea wewe ni mchapakazi. Amna mama, kawaida. Yaani, ningeishi na wewe ndani ya miaka miwili tu kwenye hii nyumba, nahisi ningenenepa kupitiliza. Huyu ni wifi yako nkiwakakako. <laughs> kazuri kenye mekaona eh? <laughs> ndio mjiwane, bwana. Unaitwa nani wifi yangu? Mi naitwa Debora. Sijajua wifi yangu naitwa nani. Mi naitwa Nyawana mama. Mi nipondani, naendelea na shughuli zingine. Haya mwanangu. Ay, karibu. Mbona ghafla? Nimemwaga mme wangu nije nyumbani nikae siku mbele tatu ndarudi. Taarifa za kuja huku kwangu inabidi mume wako wewe ndo anipigie mimi simu, mama, mke wangu anakuja huko kupumzika ndani ya siku kadhaa. Kwa nini hakunipigia simu wewe, moja kwa moja kuniambia? Unajua maana ya ndoa? Najua mama, basi taondoke Sawa, una siku chache tu hapa uondoke. mm -hmm. Hivi Nyawana, tangu fahamiane na kakangu, una muda gani naye kwenye mahusiano? mm -hmm. Mama, samani kidogo, bila samani Ntakupigia nakupigia. Mama samani, mambo ya kikazi hamna shida. Sawa, unaweza ukanijibu swali langu mimi na kakako? Mama, samani ila samani. lakini mama, mimi huyu binti... na una mashaka naye? Una mashaka gani? We, huoni anaongea ongea na simu kila muda? kwani sisha kuamba kwa kwamba ni simu za kazini, anasumbula kazini. Lakini mama, huyu binti anaonekana ni binti wa mtaani kabisa, yaani mi naona tu ni wa kumuondoa hapa ndani. Huyu binti kwangu mimi ana umuhimu. Kama unamuona hana umuhimu kwako, kwangu ana umuhimu, anafanya kazi zote za umu ndani We, unafanya kazi gani mundani eh? Umeanza kumtia kasoro binti wa watu. Kamdomo kako haka haka, kamdomo haka, hebu nondole ubahau wako mimi. Mamagalekea kaenda huko, kuna kazi anafanya. Mm -hmm. Amsaidi labda Daisha. Kuna kitu kinanichanganya kuhusu Nyawana, tumempa mzigo kiukweli. Ana juhudi sana za kufanya biashara, ameenda amedeliva vizuri sana, na pesa nimeipata amenitumia kwa njia ya simu, ila kinachonishangaza baada kumaliza biashara ile ya mwisho mpaka sasa sina mawasiliano naye mazuri. Nikavumilia, nikaona ngoja kwanza nimcheki. Kumcheki kwa njia ya simu kwa mara ya kwanza, akaniambia nipo kwenye kikao. Yeye awe na kikao kunizidi mimi? Sasa nataka kujua yuko wapi yule bibi. Acha utani basi. Sasa maswali gani hayo wakati mtu nimekukabidhi wewe? Kwani usichokijua katika majukumu yako wewe ni yapi? Nikukumbushe, tukumbushane biashara imefanyika vizuri, lakini unajua mimi nina matumizi nao tofauti na biashara. Basi nikufungukie hivyo makes unajizima data. Sawa, nafahamu. Sasa jamani, siku mbili zote hizo hazijakutosha? Siku mbili hazitoshi kivipi? Sijawahi kuwa naye baada ya ile biashara kuipeleka huko alipopeleka, akanitumia pesa, sijamuona mpaka sasa hivi ninavyozungumza. Hebu acha utani, tuongee serious. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba Nyawana haupo naye? Nimempigia simu zaidi ya mara mbili. Mara ya mwisho ananiambia e, bosi, nitakupigia nitakupigia nitakupigia. Mpaka sasa hivi na nikipiga, ti ti ti ti ti, imekuwa bahati kuonana na wewe. Ndio maana nakuambia hivi, ujue yuko wapi, mfuatilie, mpigie. Na ukimpigia, labda mpigie kwa namba nyingine ndio anaweza kupokea, sio kwa namba yako wewe. Na muhitaji haraka sana, sijui anatumika na nani yule mtoto, na roho inaniuma kweli kweli. Kwa nini namkosa katika kipindi ambacho mimi namhitaji? Sasa utakuwa kaenda wapi? Unaniuliza mi kaenda wapi? piga simu. Mi nilikuwa najua labda wewe una mawasiliano naye na unajua alipo. Ndio maana nakuhusisha kwenye hili wewe, mambo gani tena wewe unaongea, jamani, piga simu, piga simu, na unapompigia una, una hapo, hakikisha unampigia na namba ambayo yeye haijui, piga kwa namba mpya kwake. mm -hmm. Sambona, kakata. Piga kwa namba nyingine ambayo yeye haijui. Jamani we, mbona unashindwa kutumia akili Daisha? Simu changamka, simu iti, simu iti jamani Ibra, inaita lakini hapokei. Sasa mimi nifanyaje hapo? inaita kri kri, yani ule mlio wa simu kri, kri, inafanya hivo, ndio ndio, ling ling ling, hivo hivo lakini hapokei. Mkata, kata Nakupa maagizo, tafuta namba mpya kwake yeye, inawezekana hapokee kwa, hapo kwa sababu hiyo namba ameshaizoea na anajua. Kwako wewe namba mpya mpya kabisa, namhitaji haraka sana, huu ni muda wake yeye. Yani hakikisha u... hakikisha huyo mtu mimi namtumia leo hii, siku isiishe, jitahidi haraka sana, na shida naye, Daisha, jitahidi, jitahidi, jitahidi, ndugu yangu, jitahidi. Yani mimi siwezi ya... ni mkose, wengine wote mbona nishamaliza nao vizuri. Eh, mimi ndo sukari yao, mi ndo kiboko yao, mimi ndo kila kitu kwao. Acha watoto wadogo waje kwangu, maana mimi ndo najua kuwatumia vizuri kuliko mwanaume yeyote katika ulimwengu wa sasa. Yes, una shida gani kwani? Yaani tangu umetumwa kupeleka mzigo wa mara mwisho, hakuna simu kupokea Hakuna mawasiliano yoyote ambao umeyafanya na mtu yoyote kumjuza chochote. Yaani mpaka mimi nimekufosi leo ndo nanielekeza kuja hapa. Kulikoni? umepatwa na nini? tuachane nayo hapa. ni kwangu, acha dharau basi. Nyawana imekuwa je? Yaani maana mi sikuelewi hapo. umeniita mi sio kwako. umefata nini hapa? mimi hapa nipo nafanya kazi. unafanya kazi kivipi wewe? wesi tayari unafanya kazi kwetu. Sawa, tuachane nayo. Wakati naleta mzigo. Nimefika sehemu sika, mwenye mzigo katoka. Tumekubaliana kila kitu. Wakati naondoka, mama yake akaja. Akawa anaongea na kijana wake. Akawa anamsema, "Sio vizuri mke wangu kukaa nje, mnamalizana nje. Mkaribishe hata ndani." Mimi nikakaribishwa ndani. Nikakubaliana mimi na yule mkaka. Niigize mimi kama mpenzi wake. Ili mradi tu kumizisha mama yake mzazi. Maana yake alianza kuniita mama mkwe, mama mkwe. Mimi tena nikaingia umamu. We, hebu ngoja kwanza, mdogo wangu. Kwa hiyo huyo mbaba aliyokupa kazi ya kujifanyia wewe mpenzi wake, anakulipa pesa kwa hiyo kazi au ndo unatoa tu sadaka ili mradi umridhishe mamake? Kwa hiyo kuweza wewe uogopi utoe sadaka, unaweza mimi hapa nipo naingiza hela, tena hela kubwa tu kama uliko juu sawa, japo umekosea ila, sikia nikwambie, mimi nakuunga mkono kwenye hilo. Kuhusu ule mbaba niochemi, nitamalizana naye au vipi eh? Ila kingine sasa, mdogo wangu, hapo hapo huyo baba, sikakwambia useme kwamba unaigiza kama mke wake, si ndio? uigize kama mchumbake eh? Sasa cha msingi kwa sababu yeye ya ndo kayataka uwezo ukaachia jumba kama ili hapa likapita hivyo, wakati maisha yetu mwenyewe unayojua, shikilia usukani wee, usimuigizie muingize kwenye laini, hakikisha unamkamata mpaka anakuwa mpenzi wako kweli. Au unaonaje hapo mdogo wangu? Mwenzetu, umefata nini hapa? <mimu> nikuulize wewe. Umefata nini hapa? Si, Mimi nakuuliza mguja kufanya nini ao naniuliza nini? Sasa nani atamjibu mwenzia, mi ndo nimekuwa, umefata nini? Mi hapa ni kwa kaka angu koo, kwa sasa naishi hapa, kule kwa mume wangu nishatoka, kwa hiyo ndo wakuniambia mkaka mwenye nyumba ndo kakaako. <laughs> kwa kwahiyo, kesi yako na mume wako mpaka leo mjamalizana? Wewe acha tushoga yangu ila kwa sasa nipo hapa kwa kakaangu ndo nakaa hapa. Ehe. Wewe umefata nini huko? Mimi mwenyewe nimekuja hapa kwa mdogo wangu mwanamke wa huyo kakaako, yeye ni mdogo wangu. Unataka kuniambia Nyawana naye anajiuza? My dear, ya kwako yamekushinda, ndio maana mpaka leo upo kwa kakaako. Sasa unaanza kuongelea watu wazima utayawezea wapi? hebu focus kwenye swala lako la ndoa yakoo huyo mume wako, angalia utahangaika vipi ili uweze kurudi nyumbani kwako. Unaanza kuingilia watu wazima, utayawezea wapi? Ndugu yangu, ka basi, yasiwe mengi. Shoga yangu, yasiwe mengi nakwambia. No, ukweli mimi naenda zangu kuna sehemu na wai. Sawa, nimekuelewa. He, wenye wana nishakujua, kumbe yule ni dada yako, na dada yako kwa jinsi navyomjua hapa kazi yake kubwa ni kuuza wanawake hapa mjini. Kwa hiyo na naweo unataka kuniambia na nawee ni malaya, wifi? Mbona sikuelewi, namaanisha nini wifi? Kwa hiyo uo uo malaya wako umeamua kuja kuufanyia kwa kakangu, sio hivi? Mbona we sikuelewi. Naona kama nataka kunipanda kichwani Nisikize we, nikwambie, hapa sipo kwa ajili ya kubembeleza mtu. Nitake nini zaidi ya kukwambia utoke humo ndani, uache kumwaminisha mama angu we ni mtu mzuri? kumbe ni mpuuzi mo... kumbe we ni mpuuzi tu kama wapuuzi wengine. Aha. Sasa naona nataka kunitawala. Nisikize ni kuambie, siogopi lolote, niko tayari kwa kitaka, tutokie humo ndani maana sina cha kupoteza, najua kila kitu kuhusu wewe. Fanya ufanyavyo, uondoke humu ndani na usipoangalia, takuchakaza humu ndani, na humu ni kwetu. Wewe toka humu ndani, usitulete umala wako kwao. Umala wako nataka uje ufanye kwa kakaangu, ni shidani <laughs> akumilitukana kwe. <laughs> We Debora, umemfanya nini ya kaka huyu? Mwanamke sio sahihi kwako, huyu mwanamke ni malaya. Hebu kimya wewe, wee. Mwanamke wa mtaani? Unamjua anajiuza? U, una huu, una uthibitisho gani kwama huyu anajiuza? Debora, unapenda kuniona mimi kaka yako nakosa furaha eh? Haujui kama huyu mwanamke ndio furaha yangu. Malaya. Malaya ndio furaha yako, huyu mwanamke ni malaya. Baby, bas, bas, bas. Debora, we, wewe, wewe. Wewe unasema wewe anajiuza? Wewe una ushahidi kwamba wewe anajiuza hata kama sina ushahidi kaka, lakini matendo yake nayajua, na utakuja kujuta. Nisije nikakuona tena unarudia kum, kum kefya, kefya mpenzi wangu. Huyu ndo furaha yangu, furaha ya kaka yako ndo iko hapa kwa huyu mwanamke. Wewe unakuwa mbea mbea na mshakunako shakunako tu, acha upumbavu wewe, usije ukasema sijakwambia. Mi nilikwambia na wasiwasi na huyu mwanamke. leo ndo nimepata majibu. kuna dada mmoja alikuja hapa leo akadai Nyawana ni mdogo wake, lakini mama, mi nauhakika yule sio dada yake. Kwa ninavyomjua mimi, yule dada kazi yake hapa mjini ni kuuza wanawake. Yeye anatoa wanawake vijijini na kuja kuwauza huko mjini na wadada wanaojiuza Sanasana sana waga wana magonjwa mengi, atakuja mwambukize kakaangu bure. Bora tu ufanye mpango mfukuzo humo ndani. Hivi Debora, hayo unayoyaongea no kweli? ni ya kweli hayo, ndiyo mama. Hmm, niwezi kuamini maana wewe umeelekea kabisa, huyu bintu wa watu, huyu unamchukia. Shauri yakoanza yupo huko nyuma. Mama mimi nimechoka. Ebu menye huko.

Wewe usinifanye mimi mjinga, nimesikia kila kitu. Niambie ni nani aloanzisha mahusiano ya maigizo huko ndani. Madam huyu bosi huko ndani siku hiyo hiyo amekuja mwanamke, eti wafanye maigizo ya mapenzi egetejitolakajingira kamkaya. Aha, hilo nimelipata, sitola la nani kaa liokanmokashinakae mama mama, mi nilikwambia huyu mwanamke afai mama. Nimemsikia kasuka kwa masikio yangu, kumbe ile siku anaingie umo ndani ndo siku alofahamiana na kakaangu. Tena mahusiano yenyewe ya kuigiza tu mama, huyu afai aondoke. Mama, huyu mwanamke afai atoke humu ndani. Sawa, mimi nitaondoka, lakini mbona ukue kumwambia mama yako kama umefumaniwa na mme wako na ndio maana uko hapa kwenu? Wewe bora hivi, anayeongea wifi yako ni ukweli naongea na wewe yani, umetoka huko unakuja na kurupuka na umbea umbea wako tu, kwa umekuja kugombanisha watu humu ndani eh? Kwanza mimi nilizoea unapokuja hapa mume wako ndo ananipigia mimi simu kwamba mke wangu anakuja huko. Nashangaa umetoka ghafla tu unakuja na kurupuka kama chafya, ulimwaga mume wako au ulikuja kugombanisha, kugombanisha watu. Mimi sitaki unafiki, naombea sitaki kugombanisha ugombanisha watu, sitaki Na uondoke, ende kwa mume wako, sitaki kuona hapa.